Huwezi kutaja best sport car bila kuizungumzia gari hii. Ni gari gani? Hii ni Porsche 959 ambayo ilikuwa ni moja kati ya the best sport car za miaka hiyo ambazo zishawahi kutengenezwa na Porsche. So, gari hili lilikuwa na engine ya 2.85 liter ambayo ilikuwa na twin turbo charger fast 6, ilikuwa na horsepower ya 450, ilikuwa na top speed 317. Imagine. Pia ilikuwa na air suspension; kwa miaka hiyo ilikuwa ni moja kati ya gari ambazo ziko na air suspension. So 959 pia ilivunja rekodi ya kuwa gari lenye kasi zaidi kwa miaka 90, kuliko gari moja lenye kasi sana. Hakuishia hapo, pia pia Porsche yenyewe unaambiwa, walitengeneza pisi chache sana za gari hii. Katika uzalishaji wa magari gari hili zilitengenezwa pisi 337 tu. Kwa hiyo gari 337 ndio zilizotengenezwa, then baada ya hapo hawakufanya utengenezaji mwingine wowote wa gari. Porsche, kwenye kila gari iliyouza ilipata hasara. Kwa nini ilipata hasara? Kwa sababu ilitengeneza gari kwa gharama kubwa, then iliuza gharama ambayo haifikii gharama iliyotengeneza hilo gari. Kwa hiyo Porsche ilitengeneza gari kwa gharama kubwa, afu ikauza gari kwa gharama za chini, japokuwa kwa kipindi hicho gari ilikuwa na gharama sana, ila haikufikia kosti ya utengenezaji wa gari. Can you imagine? Leo tunaishia hapa. In the next video nitakwambia kwa nini gari hii ilikuwa iruhusiwi kutembea barabara za kawaida, na pia kwa nini ilikuwa haina watumiaji wengi. Make sure you follow and comment.